Mwongozo wa kujifunza Biblia, Juni 16 siku ya Jumatatu. Tunaendelea na mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia katika somo la pili, somo la 12 linalosema Watangulizi. Leo tunaenda kuiangazia mada isemayo kuabudu sanamu. Haidhuru ni kwa kiasi gani Nebukadnezar alikuwa mwaminifu kwa Danieli na Mungu wake kwa kuvutiwa na kile Danieli alichofanya mwanzoni, tazama Danieli sura ile ya pili aya ya 46 hadi 48, au kudumu soma Danieli sura ya tatu ya kwanza hadi 12. Ni maana gani inaweza kupatikana katika uhakika wa kwamba sanamu hiyo ilikuwa dhahabu tupu na kwamba mfalme alitaka kwamba iabudiwe? Mfalme alikaza ukaidi wake kwa ujumbe wa Mungu kwa kutengeneza sanamu ya dhahabu tupo. Ujumbe: Babeli haitaanguka kamwe na Nebukadneza atakuwa mfalme daima, na yeyote akithubutu kupinga wazo hilo atauawa. Inatumika kama ukumbusho wenye nguvu kwamba tamaa yetu ya kibinadamu kujitawala binafsi inaweza kutupofusha haraka ili tusione ukweli kuhusu jinsi pambano kuu litakavyotokea bila shaka. Kwa namna fulani, Nebukadneza anadhihirisha sifa za Lusifa. Alikuwa na tamaa, alijiona kuwa thamani kuliko wengine na mwenye kiburi sana kiasi cha kuasi wazi wazi, wazi dhidi ya mamlaka ya Mungu. Kwa njia zingine, bila shaka, kuna tofauti kubwa. Hatimaye Nebukadneza alikuja kumwamini Mungu wa kweli na inaelekea kwamba tutakutana naye katika ufalme ambao mwanzoni alipambana sana kuupinga. Soma Danieli sura ile ya tatu ya 17 na 18. Maneno ya wale vijana watatu wa Kiebrania wakisimama kwa ujasiri dhidi ya ufalme. Hili linatufundisha nini kuhusu imani na kile ambacho wakati fulani inaweza kudai kutoka kwetu? Fikiria jinsi ambavyo wanaume hao watatu waliweza kujitetea kimantiki kutoka katika hali hii ya hatari. Hata hivyo, je, hawakuwa washupavu wasio na akili walio tayari kuchoma moto wakiwa hai kwa kuto kusujudu tu? Je, wasingeweza kuigiza tu wakiinama ili kufunga gidamu za viatu huku wakimwomba Mungu wao wenyewe? Je, kweli kile walichokuwa wakikabiliwa nacho kilistahili? Ni wazi walifikiri hivyo, ingawa maneno yao yalionyesha kwamba walijua kwamba wasingeweza kuokoa maisha yao. Tunawezaje kuepuka mantiki rahisi inayotupatia fursa za kufanya maridhiano katika imani yetu? Andiko hili linasema nini ambacho kinashughulikia jaribu kama hilo? Aliye mwaminifu katika lililo dogo sana huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Luka Mtakatifu sura ya 16 aya ya 10. Hii ni Juni 16, mada ikisema kuabudu sanamu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina.